Karibu kwenye kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali kinachotangazwa na Tan Business Channel online television ya jijini Dar es Salaam Tanzania. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Leo kwenye kipindi chetu nitaongelea jinsi ya kutengeneza hesabu za matumizi ya biashara. Unapofanya biashara ni muhimu kufahamu kama biashara inapata faida au inapata hasara. Sasa ili kuweza kufahamu kama biashara inapata faida au hasara inatakiwa utengeneze taarifa ya mapato na matumizi. Sasa ukitengeneza taarifa ya mapato na matumizi, tofauti kati ya mapato na matumizi ndio inakuwa ni faida. Sasa kipindi eh, kilichopita niliongelea jinsi ya kutengeneza hesabu za mapato. Sasa kipindi cha leo nitaelezea nita jinsi ya kutengeneza hesabu za matumizi, alafu baadaye tutaangalia sasa jinsi unavyoweza kutengeneza hesabu ambazo zitakupa faida ya biashara. Sasa kwenye hesabu za matumizi, ni muhimu sana utengeneze hesabu za matumizi, kwa sababu inakupa discipline ya aina fulani, yani inakupa nidhamu ya aina fulani kwenye mambo ya matumizi, kwa sababu usipokuwa makini Unaweza ukakuta biashara yako inapata matatizo kwa sababu unafanya matumizi ambayo mengine hayako kwenye mipango yako ya biashara. Kwa hiyo ni vizuri sana ufanye taratibu ya kutengeneza hesabu ya matumizi ambayo itakusaidia kufahamu kama unafanya mambo yako kutokana na mipango iliyopo kwenye eh, biashara yako. Sasa kitu cha muhimu ambacho kinatumika kwenye kutengeneza hesabu za matumizi ni vocha ya malipo. Sasa kwenye kutengeneza hesabu za matumizi kuna dokumenti moja ni ya muhimu sana ambayo inatumika. Nayo ni inaitwa vocha ya malipo au kwa Kiingereza inaitwa payment voucher. Kama mnakumbuka kwa wale ambao mliangalia, eh, kipindi kilichopita kwenye kutengeneza hesabu za mapato, huwa tunatumia document inaitwa ya receipt. Sasa kwenye upande wa malipo, document inayotumika ni hii payment voucher au voucher ya malipo. Sasa hii voucher ya malipo inatakiwa kwa kila e, gharama au kwa kila malipo unayotaka kufanya ni lazima yaambatanishwe na hii vocha ya malipo. Na sasa kwenye hii vocha ya malipo kunakuwa na tarehe ambayo malipo yamefanyika, lakini pia inaonyesha ni malipo kwa ajili ya kitu gani na fedha ambayo imelipwa. Na kabla ya fedha pia unaweza ukaonyesha kama, kama ni bidhaa imenunuliwa ni kwa uzito gani na kila uzito labda ni shilingi ngapi. Kwa mfano ni kwa kilo na kila kilo kiasi gani. Hivi vitu vyote vinaonyeshwa kwenye hiyo payment voucher. Ni muhimu sana, kwa sababu ndio itakayo kusaidia hapo baadaye kutengeneza mahesabu yako. Kwa hiyo kwa kila malipo unayofanya hakikisha yanaambatana na payment voucher, na nitaonyesha mfano wa payment voucher ili mweze kuona jinsi inavyoonekana. Kwa hiyo hiyo ni jambo la muhimu ambalo inabidi kulitilia maanani. Sasa baada ya hapo, jambo la pili ambalo ni la muhimu kabisa ni kuwa kama nilivyosema hapo awali, inabidi uwe na nidhamu kidogo ya kutumia fedha, kwa sababu kama wewe unataka tuku, unafikiria tu kuna kitu kinunuliwe, basi unatoa pesa au unaenda kuchukua pesa pesa benki, unalipa hapana, sio vizuri Inatakiwa muwe mnatengeneza bajeti bajeti ya malipo. Sasa hii bajeti ni kama mwongozo, yani inaweka sasa viwango vya mwisho vya matumizi, ili kusudi usizidi viwango ambavyo vimewekwa, kwa sababu inapotengenezwa bajeti, mwisho wa siku ni matarajio ya kuwa kama itafuatwa vizuri itaweza kusaidia kupatikana faida ambayo mmejipangia. Kwa hiyo ni muhimu mweke utaratibu wa kutengeneza bajeti. Hilo sasa litakuwa ni somo lingine. Sasa, kabla hujafanya malipo, unacheki kwanza kwenye bajeti. Je, fedha inatosha kufanya hayo malipo au imemalizika kutokana na bajeti? Sio swala tu kwa kuwa benki iko pesa basi unaenda kuchukua tu. Hapana, hatua ya kwanza ni kucheki kwenye bajeti. Kwa hiyo sasa, hilo ni jambo la pili, ni la muhimu sana. Jambo la kwanza ni kuwa malipo yote yafanyika kwa kutumia vocha. Jambo la pili ni kuwa eh, kuwe na utaratibu wa kuwa na bajeti, ili kabla ujafanya malipo unaangalia kwenye bajeti kama hiyo bajeti inaruhusu au hizo fedha zinazoisha kwenye bajeti zipo au zimebadilika, zimeisha. Sasa hiyo ni ya muhimu sana. Sasa hatua ya tatu ndio ya kutengeneza sasa hizo hesabu za malipo. Sasa kwenye kutengeneza hesabu za malipo, kama nilivyosema, kila mnakufanya malipo na na, na yambatanisha ya na payment voucher. na hiyo payment voucher pia itakuwa yambatanishwe na uh, kama umelipa pesa kule, ulipa unapewa receipt, kwa hiyo hiyo sasa hiyo receipt inabidi uyambatanishe kwa hiyo, payment voucher yako itakuwa imeambatanishwa na receipt uliyopata kule ulikonunua bidhaa au huduma hivyo ni vitu vya muhimu sana. Sasa swali lingine sasa ni utengenezaji sasa wa hiyo hesabu ya malipo au kwa lugha ya ki, ya kihasibu, ya kihasibu wanasema taarifa ya malipo. Sasa hii taarifa ya malipo e, inatakiwa itengenezwe kwa wiki, kwa maana kwa ili kuweza kuona kabla ya kwa wiki, wiki inatakiwa itengenezwe kwa siku kwa maana kwa tuweze kuona kwa siku moja malipo yamefanyika kiasi gani. Kwa hiyo sasa, hii ni taarifa kuonyesha kwa kila siku. Kwa mfano, unasema leo ni siku ya Alhamisi, kwa hiyo malipo ya Alhamisi kwa jumla yamefanyika kiasi yamefanyika kiasi gani? Kwa maana sasa hiyo taarifa itaonyesha hiyo payment voucher. Na hizi nimesahau kusema, kwa payment voucher zinakuwa na namba kama vile kwa receipt. Kwa hiyo sasa zinaonyeshwa namba tangu namba ya kwanza mpaka ya mwisho tangu asubuhi mlipoanza mpaka jioni malipo ya mwisho, inaonyesha hapo. Hizo payment voucher zote zinaandikwa kwenye hiyo taarifa ya malipo ya siku. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kutengeneza taarifa ya malipo ya siku ambayo itakuwa supported na payment voucher zote zilizotumika hiyo siku inahusika. Kwa maana kuwa sasa utakuwa na taarifa ya malipo ya Jumatatu, Jumanne mpaka mwisho wa wiki. Kila siku kunakuwa na taarifa yake. Taarifa ya pili ni ya wiki. Sasa taarifa ya pili ni ya wiki, kwa maana kuwa taarifa ya malipo kwa wiki. Sasa kinachofanyika ni kuwa hizi taarifa ambazo unaandika kila siku za malipo zinakusanywa na kuwa sasa unakuwa na taarifa kwa ajili ya Jumatatu inaonekana haya ndio malipo yalifanyika. Jumanne haya malipo. Kwa hiyo sasa, kwenye ile taarifa ya malipo ya wiki itakuwa na columns saba, kila column inakuwa ni siku moja, kwa maana kwa kutakuwa na column kwa ajili ya Jumatatu ambayo malipo yanaonekana yamewekwa pale, alafu kuna Jumanne mpaka siku ya mwisho ya wiki kwa hiyo sasa, kutokana na hiyo taarifa ya wiki utapata malipo yote yaliyofanyika kwa wiki kwa fedha ni ki, kiasi gani. Kwa hiyo unaendelea hivyo hivyo mpaka unapata sasa hiyo ya wiki. Sasa hiyo ni taarifa ya wiki. Mwisho tunakuja taarifa ya mwezi. Taarifa ya mwezi nayo nayo ni hivyo hivyo kama ulivyotengeneza ya wiki, tofauti ni kuwa kunakuwa na kola hamsini nne kwa maana kwa kila wiki jumla yake ndio inaingizwa hapo. Kwa hiyo kutakuwa na jumla ya wiki ya kwanza, jumla ya wiki ya pili mpaka wiki ya nne, na kwa hiyo mwisho unapata sasa taarifa ya malipo ya mwezi kwa sasa. Hapo ndio sasa unapoona baadaye, ikifika mwisho wa mwezi, sasa unaweza ukaona kwa mwezi mzima umelipa, e, umetumia fedha kiasi gani kwa ajili ya malipo mbalimbali na hapo ndo unapokuwa umemaliza sasa hizi taarifa tatu muhimu za malipo, kwa maana malipo ya siku, malipo ya wiki na malipo ya mwezi. Na nitaonyesha mifano nitaonyesha mifano e, kadi tunavyoendelea kwa maana nitaonyesha mfano wa ma, maripoti e, e, e, e, e au taarifa ya ya, ya ya siku ya malipo ya siku, pia nitaonyesha mifano ya taarifa ya malipo ya wiki na mwisho nitaonyesha mifano ya taarifa ya mwisho wa mwezi au kwa mwezi mzima ambayo inatolewa mwisho wa mwezi. Naona nimejitahidi e, kuwaelezea jinsi inavyotakiwa kufanya. Kwa hiyo labda nirudie kwa kifupi, ni kwa ripoti au taarifa za wiki zinatengenezwa za aina tatu, Jumatatu ni kwa wiki, kwa siku, kwa wiki na kwa mwezi lakini pia nimesema kuwa katika hizi taarifa zinatakiwa ziambatanishwe na payment voucher, ambayo ni kwako ya kuonyesha fedha ulipokuwa unalipa. Lakini pia kwenye hii payment voucher inatakiwa hiyo supported, yaamini uambatanishe receipt unazopata kule uliko, ulikonunua au uliko lipa fedha. Kwa hiyo hiyo ni kitu cha muhimu sana. Basi naona kwa leo niishie hapo e. Naomba muendelee kuangalia vipindi vyetu vya Dira ya Ujasiriamali, na nafikiri kipindi kijacho sasa tutaangalia jinsi ya kutengeneza e, taarifa ya mapato na matumizi ambayo mwisho inatoa e, faida. Kwa hiyo kutokana na hiyo taarifa ya mapato na matumizi ndipo utakapofahamu kama umepata faida au hasara. Naona niishie hapo e, asanteni na Karibuni tena kwenye vipindi vyetu.